Habari yako mzazi na mlezi, karibu kwenye chaneli yetu ambapo leo tutaenda kuzungumzia umuhimu wa kumfanyia mtoto wako birthday party. Je, unajua kuwa kumfanyia mtoto wako sherehe ya siku yake ya kuzaliwa inaweza kuongeza upendo kwa mtoto wako na kuweza kuwa na furaha zaidi? Mimi ninaitwa Muhere Madam, kaa nami hadi mwisho ili uweze kupata faida za kumfanyia mtoto wako birthday party. Kama hauja subscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa ya kuweza kuangalia umuhimu na faida za kumfanyia mtoto wako birthday party. Hii itamsaidia mtoto wako kukua kiakili, kimwili kifikra na kuwa na mapenzi na wazazi wake. Karibu na tuanze. Faida ya kwanza au umuhimu wa kwanza wa kumfanyia mtoto wako birthday party ni kuongeza thamani ya kihisia. Unapomfanyia mtoto wako birthday party au sherehe ya kuzaliwa kwake, unamfanya aone kwamba ana thamani. Hapo unakuwa umeongeza thamani katika maisha yake, na hii inamjengea kumbukumbu za kudumu kwamba mimi wakati niko mdogo wazazi wangu walikuwa wakinijali, wakinitunza na wakinipenda, kwa sababu mtoto atakuwa anaona picha za matukio ya nyuma ambapo ulikuwa umemfanyia sherehe au ulikuwa ukimfanyia sherehe mara kwa mara pindi anapotimiza au kuongeza mwaka mwingine. Faida nyingine ya kumfanyia mtoto wako birthday party ni kukuza uhusiano wa kijamii. Kumbuka, utakapofanya birthday party, maana yake ni kwamba unawakaribisha watu wengine au mtoto wako anawaalika marafiki zake. Hapo sasa unamsaidia mtoto kuwa na uhusiano na watu wengine, kwa sababu watakapofika pale na kufurahi pamoja na mtoto, maana yake anakuwa anaongeza mahusiano na, na unamfundisha kujipenda yeye mwenyewe na kuwapenda watu wengine. Faida nyingine ya tatu ya kumfanyia mtoto wako birthday party, maana yake ni kwamba ni kuimarisha uhusiano wa kifamilia. Tunapokuwa tunashirikiana kama familia, tunakaa pamoja, tunakula pamoja, na tukiwa tunasherehekea pamoja pale, tunazidisha upendo, tunaiweka familia pamoja. Hilo tendo la birthday party ya mtoto linaweza likaifanya familia mkakaa kwa pamoja mkafurahi kwa pamoja na mkala chakula kwa pamoja. Hata kama kulikuwa kuna stress, kuna ugomvi, kuna matatizo, unakuta vitu hivyo vimeondoka kwa kupitia sherehe ya nani, ya mtoto wako. Faida ya nne ni kumfundisha mtoto kujifunza thamani ya kusherehekea au kufurahia maisha. Watoto hujifunza thamani za maisha yao, watoto hujifunza jinsi ya kujithamini, watoto hujifunza jinsi ya kujipenda kwa kufundishwa au kwa kutazama jinsi wazazi wao wanavyofanya. Kwa hiyo, kumfanyia mtoto wako birthday party au sherehe yake ya kuzaliwa, unamfundisha kuthamini na kusherehekea mafanikio yake. Unamfunza kuthamini na kusherehekea mambo ambayo anakuwa anayapenda na kuyajari. Hivyo umfanyie mtoto wako birthday party uweze kumfanya ajue jinsi ya kusherehekea na kufurahia maisha yake hapo baadaye anapokuwa mtu mzima. Faida nyingine unapomfanyia mtoto wako birthday party, unampa uhuru wa kuonyesha vipaji vyake. Utakapokuwa unamfanyia mtoto wako birthday party pale, mruhusu mtoto wako, kama ana kipaji cha kuimba mwache aimbe, ana kipaji cha kudansi, mpe mtoto uhuru wa kudansi. Usimwache akakaa tu amekaa eti pale mbele anasherehekea sijui nini aa. mpe uhuru wa kuonyesha vipaji vyake hapo. Utamjengea kuwa na uwezo mkubwa wa kuja kuwa mtu ambaye ana uwezo wa kuonyesha vipaji vyake au ana uwezo wa kuweza kuwa kiongozi mkubwa katika jamii, kwa sababu anakuwa anatambua vipaji vyake na anaona au anaweza kuvitumia vyema. Birthday party si tukio tu la kukata keki, bali ni jukwaa la malezi. Hapa unamfundisha mtoto mambo mazuri unamfundisha mtoto kuthamini wengine, unamfundisha mtoto wako kuwa na mtazamo chanya, unamfundisha mtoto wako kuhusiana na watu wengine. Kwa hiyo mzazi au mlezi, wakati unafanya birthday party, hakikisha unamgusa mtoto wako kiakili, kimwili na kihisia. Jambo la msingi sana, mruhusu mtoto wako ashiriki katika mambo ambayo umeandaa. Mruhusu kuandaa mandhari ya kufanyia birthday party, mruhusu kuchagua zawadi, ikibidi mruhusu hata kuandaa keki. Hapo unakuwa umemshirikisha mtoto kimwili, kiakili na hata kijamii. Pia bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hii, basi usisite kushare, kulike na kusubscribe kwenye chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zetu zingine pale ambapo tunakuwa tumeziupload, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa sahihi kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya malezi ya familia yako. Tunakujali sana na tunakupenda na kukuthamini, mzazi na mlezi unayetazama chaneli ya Muhere Madam. Karibu sana, tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.